Jina langu ni ya uh, Abdalla Mitawi uh, ni naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais. Uh, ya yeah, leo tume launch uh, mpango wa utafutaji fedha kwa ajili ya bayanuwai, kama mnavyojua kwamba Tanzania uh, uh, imebahatika uh, kutokana na jiografia uh, yake wa na bioanuwai nyingi. Kuna parks, national parks. Tuna eneo kubwa ambalo uh, tuna, tuna, tuna bahari, lakini pia tuna mito uh, tuna maziwa, tuna miti, tuna wadudu, tuna ndege uh, na kuna viumbe mbalimbali ambapo wengi wao uh, wengine Uh, hawapatikani katika sehemu zozote duniani isipokuwa inapatikana Tanzania, lakini kwa bahati mbaya, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, baadhi ya banuai zimekuwa zikipotea. Uh, na nyinyi nyote ni mashahidi. Kwa mfano, hata mtakapoenda kwenye bahari, kuna samaki aina samaki ambao uh, zamani walikuwa wakipatikana na kwa wingi sasa hivi wamekuwa wakipotea. Uh, inawezekana kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ni kwa maendeleo uh, kwa ujumla. Kwa kuwepo na programu hii itawezesha kupatikana fedha zitakazosaidia uh, katika kufanya utafiti lakini pia uh, kuhifadhi bayanuai na pamoja na kutoa uelewa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa jamii ili kuhakikisha kwamba Tanzania kama ambavyo tumejaliwa kuwa na rasilimali nyingi, wananchi na nchi na taifa inanufaika kutokana na hizo bainuai. Changamoto kubwa ilikuwa ni fedha ambapo leo tumeanza a, mwendo wa kuzitafuta hizo fedha kwa kushirikiana na wafadhili wetu ambao sasa hivi tumeanza kupitia UNDP, lakini nyuma yao kuna hizi balozi za EU ambapo wamekubali uh, kuweza kusaidia uh, ili kuhakikisha kwamba tunaenda uh, kutafuta fedha kwa ajili ya kuhifadhi na kulinda lakini pia kutoa uelewa kwa wananchi wake wetu kuhusiana na umuhimu wa bioanuwai kama ambavyo ulivyosema na kama mlivyojua, bioanuwai ni kila kitu okay. Inazungumzia uhakika wa, wa chakula, lakini inazungumzia vivutio ambavyo ni muhimu kwa ajili ya, ya, ya, ya utalii, lakini pia bioanuwai inazungumzia masuala mazima ya, ya ndege watalii na kadhalika. Ufupi, fedha ambazo zinazohitajika ni nyingi, na leo tumezindua, na ndio maana tumewalika mpaka wadau kutoka chuo kikuu, kutoka serikalini, kutoka a, sekta binafsi, taasisi zote za kiserikali. Kupitia kwao wao ndio watakuwa wanakuja na program ambazo programu zao ndizo zitakazosaidia kuonyesha kwamba wanahitaji kwenye eneo ile kiasi gani, na sisi ndio ambao tutakuwa kwa kushirikiana nafadhili ndio tunazitafuta zile fedha. Mimi naitwa Felista Ignatius Lukuka, ni program analyst UNDP Tanzania, ndio. Um, leo tulikuwa tuna launch mradi wetu wa Biofin, Biodiversity Finance Initiative. Huu ni mradi wenye mahususi ya kutafuta uh, pesa kwa ajili ya kutunza biodiversity. Lakini pia ni mradi ambao unafanya matumi, sustainable Use of biodiversity. Yani, biodiversity ama bayoanyuwai unaitumia lakini at the same time na ina, tunatengeneza mekanizmu ya kukiingizia pesa ili uweze kuitunza ile bayoanyuwai. Nikisema bayoanyuwai inamaanisha vitu vyote. Yani wanyama, mito, milima, mabonde, hata watu pia ni pati ya bayoanyuai. Leo tume, tume launch mradi huu kutokana na, na successfully implementation of the project in Zanzibar ambapo Zanzibar ulianza mwaka wa elfu mbili na kumi na nane. Tumeweza kutengeneza document muhimu katika nchi inayoitwa Biodiversity Finance Plan hapo inaelezea gap finance gap in a country that is for protecting biodiversity pia inaelezea um, financial solution which could be used to solve or to fill the gap, kwa sababu dunia nzima, tukirifaa katika documents za dunia ambayo inatuguide katika biodiversity coming biodiversity convention or Montreal framework inasema kwamba kuna gap kubwa sana inahitajika ya finance katika kulinda biodiversity mazingira pia. Sasa, um, sisi kwa Zanzibar tumeshatengeneza biodiversity finance plan ambayo ina financial solution zaidi ya kumi na tatu kwa ajili ya kumobilize resources. Lakini pia kutunza bayoanuai ama biodiversity. Hassan Hamad, Hassan ni mratibu wa programu ya Biofin Zanzibar nafanya kazi na UNDP. Zanzibar imefanikiwa sana katika programu hii ya, ya Biofin ambapo kwa Kiswahili tunaita ni programu ya kuhifadhi bayoanuai. Imefanikiwa kwa sababu katika mwaka ishirini 2022 ilianzisha mpango wa fedha za baynwai kwa Kiingereza wanaita biodiversity finance plan ambayo imejumuisha suluhisho kumi na tatu za fedha kwa ajili ya kutatua changamoto za hifadhi ya baynuwai. Miongoni mwa suluhisho hizo kumi na tatu, tayari suluhisho tatu zimepatiwa fedha na wahisani na sasa hivi zinaendelea katika utekelezaji. Mojawapo ni ya kwanza kabisa ni mapitio. Tumefanya mapitio ya tonzo za kuingia kwenye maeneo ya hifadhi za baharini na ardhini, wanaita revision of entry fees in marine and terrestrial protected areas, kwa ajili ya kuongeza kipato au kuongeza fedha zitakazosaidia hifadhi za, za bioanuwai, kwa sababu bioanuwai ni chanzo kikubwa cha kugenerate pesa, cha kuzalisha pesa, lakini kwa bahati mbaya kiwango kidogo cha pesa kinakuwa kina retain kwa ajili ya kusupport conservation So, kupitia kwenye programu hii tunapitia zile tozo za sasa hivi. Tumeongeza viwango vya tozo kutoka dola za Marekani tatu kwa sasa hivi hadi kufikia dola kumi na tano. Ni mategemeo yetu kuwa baada ya kuwa approve na Wizara ya Uchumi wa Buluu na maendeleo ya uvuvi, kiwango kikubwa cha pesa kitapatikana kitachosaidia hifadhi ya baynwai kwa kuongeza doria kuongeza utafiti vile vile, kuongeza juhudi mbalimbali mbali zitakazosaidia urejeshwaji wa mali asili za bahari zilizoharibika.